Watu wengi wanafikiri kwamba ili mtu aonekane kwamba ana shinikizo la juu la damu basi lazima iwe na dalili kali, lakini iwe ni dalili ambazo ni dhahiri kabisa zinaonekana. Hili ni jambo ambalo sio la kweli. Kwa lugha nyingine huwa naita kama watu wanaita kama ni silent killer, ugonjwa wa kimya kimya. Hiyo ni kwa sababu zaidi ya nusu ya watu ambao wana tatizo hilo hawajui kwamba, tayari wanahisi kwamba hawana tatizo lolote, bali ni magonjwa mengine au ni hali ya maisha kutokana na maeneo ambayo dhana za mtaani zinazopatikana mara kwa mara ni sambamba na hizi nne ambazo nitakutajia, yaani ni pale mtu anapoonekana kwamba BP yake kwamba ni lazima iwe ni ya juu, lakini pia awe na maumivu makali sana ya kichwa. Au shinikizo la juu la damu hilo inaweza ikapimwa kwa macho tu, ni kitu ambacho sio sahihi. kwa mtu akionekana na hasira sana, au mtu akionekana kwamba blood pressure yake iko juu basi moja kwa moja huyu ana tatizo la juu la damu. Sio rahisi namna hiyo. Mtu anapokuwa anatokwa na damu, hicho tunakiamini kwamba huyu ana tatizo la shinikizo la juu la damu au ana damu nyingi sana. Hapana. Mtu akihisi kizunguzungu, amechoka, jasho linamtoka, au pengine kichwa kinamuuma sana na nini, basi anaweza kuhisi kwamba huyu uh, mtu fulani ana tatizo la presha. Yani takriban asilimia 95 watu wengi hawajui kwamba wana tatizo wa la presha. Kama hujai kusubscribe chaneli yetu, basi pita hapo, nenda ka subscribe, na kama una swali lolote ambalo unatamani kuweza kulijua kuhusiana na masuala ya afya, basi nenda kwenye komenti yako pale, nenda kaulize chochote. Moja kwa moja katika somo, tuzungumzie kuhusiana na shinikizo la juu la damu ambalo linaweza likawapata watu katika umri wote, mtoto mdogo, yani kijana, lakini pia hata mtu mzima au mzee. Mtu yote anaweza akapata shinikizo la juu la damu. Shinikizo la damu ni nguvu ya damu ambayo inasukumwa kwenye mishipa au kwenye kuta za mishipa wakati uh, moyo unapiga. Hiyo ndo tunazungumzia kwamba hii ni shinikizo la damu. wakati huo ili tuweze kuelewa kwamba sasa tunaweza kutambua uh, shinikizo la damu au pressure, tunazungumzia tunazingatia vitu viwili: kuna pressure ya juu, lakini kuna pressure ya chini. Maana ya pressure ya juu na pressure ya chini kwa lugha ya kitaalamu tunasema tunaita diastolic pamoja na systolic. Systolic ni ile pressure ya juu, uh, uh, uh, uh, lakini diastolic ni ile pressure ya chini. <coughs> Sasa diastolic ni kitu gani? Au ile pressure ya juu au ile namba ya juu ni kitu gani, na hii namba ya chini ni kitu gani, ambayo kitaalamu tunasema systolic pamoja na diastolic. Systolic ni kipindi ambacho moyo unakuwa unapiga au msukumo unakuwa unafanyika wa damu, moyo unakuwa unapiga t kile kipindi kile kile ndio tunasema kwamba ni systolic. Kwa hiyo tuna uwezo wa kupima kile kiwango cha pressure wakati moyo unakuwa unapiga lakini ile ya chini ambayo kitaalamu tunasema inaitwa diastolic, au ile namba ya chini ambayo, uh, tunasema wakati mwingine huko mtaa tunasema kwamba ni ile pressure ya chini imetokea labda 60, 70, 80, 90. Ile namba ya chini tunasema kwamba diastolic ni kile kipindi ambacho moyo unakuwa umesimama, yaani umepiga tap afu umesimama, ndio tunasema kwamba inaita tunaita diastolic. Kwa hiyo msukumo wa damu au shinikizo la damu liko sambamba na hivi vitu viwili diastolic, lakini pia na systolic, ile pressure ya juu, lakini pia na ile pressure ya chini, kwa lugha ambazo tunazitambua huko. Sasa ikiwa tayari tumeshagundua kwamba takriban ya zaidi ya asilimia 95, watu wengi wanakuwa hawajui kwamba mi na uh, mashambulio au ina changamoto ya hypertension au shinikizo la juu la damu una takriban ya aina mbili. Ya kwanza kitaalamu, uh, tunasema ni primary. Hypertension. Hii ni ile presha ya mwanzo kabisa ambayo sasa wengi wao ndio wanakuwa hawaitambui, takriban asilimia tisini na tano. Yaani mimi nakuwa sijui kwamba nina tatizo la presha, na hiyo ni kutokana labda na hali ya kurifu wakati mwingine kutokana na umri mrefu umri, au hali ya kimazingira ya kawaida. Baadhi ya maeneo yanaweza yakasababisha kwamba nione niwe nina shinikizo la juu. Hiyo ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo ni rahisi kuweza kuchangia mtu kupata shinikizo la damu. Baadhi ya vitu wa hivyo ni sambamba na wa unywaji wa pombe, unywaji kupitiliza, au unywaji wa kupita kiasi, ni rahisi sana kuweza kuchangia kuweza kupata shinikizo la juu la damu. Siku nyingine nitakueleza kwa nini pombe ina, ina mchango mkubwa zaidi katika kuongeza shinikizo la juu la damu. Uongezekaji Mungiz, wa chumvi baada ya kuwa chakula tayari kimeshapika. Kile chakula ambacho kimeshapikwa tayari kimeshaungwa chumvi. Sasa wewe baadaye ukaja kuongeza tena wakati unakula kile kiasi ambacho kinaongezeka sodium intake inaweza kusababisha wewe kupata au kuendelea kuwa na shinikizo la juu la damu. Baadhi ya watu ambao wana hatari uh, wana hatari zaidi wana hatari ya kuweza kupata shinikizo la juu la damu ni wale ambao wana uzito mnene obesity, lakini pia age. Lakini tatizo hili limekuwa ni changamoto zaidi kwa wanaume kuliko wanawake. Hii changamoto ya uh, shinikizo la juu la damu limekuwa ni changamoto zaidi kwa wanaume kuliko wanawake. Nini kifanyike ili angalau nihakikishe kwamba napunguza hatari ya kupata shinikizo la damu, au kama tayari nina shinikizo la juu la damu, nini kifanyike ili niweze kuhakikisha kwamba ninaishusha na inaweza kuwa hali ya kawaida? Hakikisha unapunguza matumizi ya chumvi niongeza ya chumvi. Hakikisha unapunguza niongeza ya chumvi. Hii ni kitu ambacho inawezika kusababisha uweze kuwa na afya nzuri na usiwezi kuingia usi katika hatari ya kupata uh, shinikizo la juu la damu. Lakini angalau hakikisha kila siku unakuwa na uwezo wa kunywa takriban maji lita moja mpaka lita mbili angalau kwa siku. Hakikisha unakunywa maji lita moja mpaka lita mbili. Kesi nyingine ambayo ni muhimu sana angalau uweze kufanya monitoring ya, ya, ya weight uzito wako ni kiasi gani, ili tuweze ku maintain uzito. Angalia unakula nini, unakula wakati gani, na kwa nini unakula kitu hicho, unakula vyakula vya aina gani. Uzito inaweza kuwa ni sababu ya wewe kuto kusababisha uh, shinikizo la juu la damu kutokuwa kawaida, kwa hiyo itabaki kuwa vile vile la juu au inaweza likaongezeka na kuleta hatari zaidi. Baadaye o kigezo cha kuwa na uh, uzito ambao unatakikana, uzito ambao unakufaa ni muhimu sana. Ndio maana hospitali wakati mwingine hapo huwa wanakuja na wanaweza wakachekiwa, kitaalam tunasema BMI, tunacheki uwiano uh, kati ya uzito na urefu. Kitendo cha kufanya uwiano wa uzito na urefu ni rahisi kuweza kumshauri mtu kwamba nini afanye nini, yale nini, nini ache nini tuweze kufanya nini, wakati wakati gani. Kama ni mtumiaji wa pombe, basi tumia pombe kwa ustaarabu, usinywe kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ina hatari kubwa kama tulivyosema mwanzo. Lakini kama ni mvutaji wa sigara, basi punguza, ikiwezekana acha kabisa. Mvutaji wa sigara ni hatari kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana kwenye ile sigara, vinaweza vikahatarisha na kusababisha shinikizo lako la juu la damu au kuweza kuongeza hatari ya kupata shinikizo la juu la damu. Kitu kingine muhimu sana angalau tuwe tuna nafasi ya kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kutembea takriban dakika 30 au hata 45 au hata lisali moja. Lakini ukishindwa kabisa basi angalau dakika 30 kuwa na uwezo wa kutembea, uh, kwa siku. Ikishindikana kabisa basi angalau mara tatu kwa wiki. Unajua sasa hivi wengi wamekuwa busy na maisha kutokana na hali ya teknolojia zilivyokuwa, lakini pia hali ya kimkakati ya maisha ilivyokuwa, sasa hivi wengi wamekuwa busy. Na hatimaye na wanashindwa kabisa angalau hata kufanya ile physical exercise. Sasa ukiwa umeshindwa kabisa basi fanya kitu kimoja mara tatu kwa wiki. Kama utafanya Jumatatu, utafanya Jumatano, utafanya na Ijumaa. Au kama utafanya Jumamosi, utafanya Jumatatu, utafanya na Jumatano. Basi angalau uweze kutembea zaidi ya dakika 30 au kushindwa kabisa dakika 30 kwa siku, dakika 30 basi angalau kwa wiki zaidi ya dakika 30.